Kwa sababu ameonekana kwenye video akikamatwa na jeshi la polisi, na ameonekana kwenye video wakiwa wametupwa katika pori la Pande Bagamoyo. Karibu, ueleze kwa uchache, baada ya kukamatwa na kuonekana kwenye video pale, nini kiliendelea mpaka mwisho wa siku mkajikuta mko Pande Bagamoyo? Karibu. Ni, ni kushukuru Mheshimiwa katibu mkuu, na ni washukuru wa Tanzania, ambao mnaendelea kutusikiliza na mnaozidi kupaza sauti juu ya haki kutendeka kwenye taifa letu la Tanzania. Tulipokamatwa mahakamani siku ya tarehe 24, kama inavyoonekana namna tulivyokamatwa. Tuliweza kupelekwa kituo cha polisi cha Salenda Bridge hapa Dar es Salaam na tuliposhushwa pale, wa polisi ASP Justino uh, Mgonja. Justino Mgonja ambaye ni RPC wa Ilala alimweleza askari aliyekuwa anaongoza gari letu kwamba hawa uliowakamata Kisutu kuna kituo chao wanachopelekwa. Kwa hiyo uthibitisho wa kwanza kwamba tuliweza kukamatwa na polisi ni video zinavyoonekana, polisi walituchukua wenyewe, wakatubeba kwenye gari ya polisi na wakatupeleka kituo cha Salenda Bridge. Kiko mkono wa kulia kama unatokea Oysterbay, polisi unakuja Mikocheni tulipotoka pale tulipelekwa kituo kingine cha polisi cha Wazo, kiko jimbo la Kawe, juu kabisa kwenye kilele cha mlima wa Wazo. Kuna askari mmoja tu pale. Yule askari alisema sina maelekezo juu ya watu hawa, lakini tulikaa mule ndani kama dakika tano hivi au sita tukawa tunazungumza na yule askari aliyeachiwa achiwa atulinde mle ndani. Tukamuuliza, afande, mtu akikukamata, askari akikukamata, anapaswa ajitambulishe kwako, akuambie kosa lako, na akueleze anakupeleka kituo gani cha polisi, na ikiwa kuna fursa ya kupewa mawasiliano uwaeleze ndugu zako, mnapaswa kufanya hivyo? Tueleze kosa letu nini, tueleze hapa. Tunaambiwa mmesema kwamba hatupelekwi ha, ha, ha, hapa, kwa maana ya kwamba hana maelekezo huyu. Tueleze unatupeleka wapi? Yule afanda alitujibu hivi, nilimuuliza mwenyewe, akaniuliza wewe dhehebu gani? Kaambia mimi Mkatoliki, akaniambia mimi Muislamu, akaniambia hivi, akatujibu hivi, kwenye dini ya Uislamu kuna shehe anayajua maandiko kuna imamu anayajua maandiko na kuna maamuma huyu hajui chochote kuhusiana na maandiko. Bratha, kwenye kesi yenu kwa nini mmekamatwa? mmepelekwa wapi? mimi ni maamuma. Ndivyo alivyotujibu, ndivyo alivyotujibu, na kwa kweli pale ndipo tulipoona kwamba hawana nia njema na sisi. Salenda Bridge hawajatuandikisha popote hawakuruhusu tuingie ndani, alisema yule mgonjwa, alisema hawa wana kituo chao ni wale wa, wa Kisutu, wale wa Chadema, hawa wana kituo chao. Alijibu hivyo, tukaenda wazo, tukakutana na huyu afande, ni mweusi, namkumbuka kwa sura yake, nikiona hata picha yake nitasema ndo huyu. Alisema mimi ni maamuma kuhusiana na, na, na. Mnapelekwa wapi? kosa lenu nini? mtafanywa nini? baada ya hapa gari ikaanza kuelekea Kawe ndani huko, tukaenda mbweni huko, sikuwa nimewahi kufika Mbweni, mimi natokea Mwanza. Ni eneo ambalo limejengeka sana, nyumba nzuri, standard za watu kuishi. Afande akawa anapigiwa simu, anasema ununio chama, ununio chama. Ndiyo kauli aliyokuwa anaisema. Kwa sababu gari ilikuwa inatembea, ghafla tukaacha lami, tulienda mahala mpaka sehemu tukakuta pamewekwa block, hakuna kwenda mbele tena. Akaambiwa umepotea, akarudi. Alivyorudi ile gari ikaacha njia ikaenda njia ya vumbi, ndio tukaona kuna gari zingine za polisi zaidi ya mbili zimekuja nyuma yetu. Tukawa tumeshafikishwa huko, wakafukuzwa watu wote walikuwa mbali, polisi wakaenda mpaka mbali kulotete kuona kama hakuna mtu yoyote. Tukashushwa, tukawa tunaambiwa sasa, njooni mtueleze ni nani aliyoambia mje Kisutu alafu wakanatuambia, mtajua mama yuko kazini. Ndio kauli yao kubwa, mtajua mama yuko kazini, mtajua mama yuko kazini. Sasa kweli kama mama yuko kazini na ndio kazi ya mama hii, sio mbingu wala dunia ambayo inaweza ikubaliki kazi ya namna hii, yaani kama kweli ndio kazi ya mama, kwa sababu ndivyo alivyokuwa anasema, na nawakumbuka wale maafande, sasa ndivyo walikuwa wanasema hivyo, na kila mtu aliyepigwa alikuwa anapigwa huko anaelezwa sababu. Kwa nini Ngoto aliumizwa mpaka akafikia hatua ya kuvunjwa mguu, alikuwa anaambiwa wewe, ukivaa nguo, mkivaa nguo za kaki mnajiona na nyinyi mmekuwa askari, wanampiga. Walipofika kwa Moipa wanaambia, hivi viatu wao wanavaa wanajeshi, tunao umekuwa mwanajeshi, wanampiga wakifika kwa Upendo wanamwambia uko mzuri hivi, unashindwa kulea mume, unakuja kwenye masuala ya CHADEMA, wanampiga huku, wanazungumza maneno ya udhalilishaji mabaya sana. Siwezi kuzungumza hapa sababu pengine mama zangu wanaweza wakawa wanamsikiliza vile walivyokuwa wanamwambia Pendo. Baba mmoja alipigwa akavunjwa, ana majeraha mengi sana atukuja naye mwananyamala hospitali. Yeye walikuwa wanamwambia na, pamoja na mzee Rafaeli namkumbuka kwa jina moja. Walikuwa wanawaambia nyinyi, badala ya kulea wajukuu mnaungana na hawa wahuni hawa. Ni wazee wa zaidi ya miaka sitini na tisa ama sabini. Waliumizwa sana, waliumizwa sana. Walipofika kwangu wakawa wananipiga wananiambiaje, unasemaga tunalala kwenye nyumba ya bati, tuambie nyumba ya bati inakuaga na baridi au joto? Ukweli tulipigwa, unaweza ukacheka ukizani ni mazuri. Heri ukutane na simba Kuliko kutana na mwanadamu aliyegeuka kuwa mnyama. Yaani, bora ukutane na simba, unajua this is a lion my life is in danger, kuliko kutana na mwanadamu ambaye utu wake umeshaondoka, mwanadamu ambaye hamkumbuki tena Mungu kwa dini yake, Muislamu ama Mkristo ama dini ya Kiafrika. Ni mtu mbaya sana, ni mtu mbaya sana. Tulivyomaliza kupigwa tukaambiwa, bado amwezi mkaenda nyumbani mmependeza kiasi hiki tuwapeleke, mwoge. Tukapelekwa kwenye dimbwi la maji machafu yanayonuka, tukaambiwa tuwe tunalala, tunaenda kulia, tunaenda kushoto, tunaenda kulia, tunaenda kushoto. Wote tumepangwa, vichwa vimeelekea upande mmoja, vichwa vyote vimeelekea upande mmoja. Wa kwanza Aka akaambiwa rol mpaka kwenye taili la kwanza la gari. Kwa hiyo sisi tukawa chini ya kichwa, vyote vimefanana hivi. Maisha yangu nikaa najua sasa labda ndo wanatumia gari kurudisha nyuma maisha yetu yaishie hapa. Gari inakuwa inaungulumishwa, inapigwa breki. E, e, nilikuwa karibu na Ngoto, akaa ananiambia tumesha, hatutorudi tena Pambalu, kama unaweza kusali kwa Mungu wako sali, sali Sali, ayo, mimi ni, mimi, mimi, mimi na sisi kwa, kwa, kwa dini zetu sisi tuna, tuna, tuna sala nyingi. Mimi siku hiyo zilikataa zote. Nilikumbuka tu Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu, nikajikabidhi nikijua ndo mwisho wa maisha yangu. Wakatuchukua, wakatupeleka kituo cha polisi Mbweni. Mbweni unaingia kituo kinakuwa kulia. Inavyoonekana kaunta iko hapa kulia. Sisi tukaenda mpaka mwisho afu tukaambiwa twende mpaka mwisho. Ukienda mpaka mwisho kule ni chumba cha wapelelezi. Kiko kimeandikwa like CCID oh, kitu kama hicho cha wapelelezi. Kikafunguliwa chumba kimoja tukalazwa mle ndani zaidi ya masaa matatu mpaka masaa manne. Afu baadaye gari ikaletwa kwenye karakana ya polisi, milango ya geti yote ikafungwa, alafu tukaingizwa kwenye gari kupitia kwenye karakana ya polisi. Ukitaka kujua kwamba kile kituo kinaitwa Mbweni, nyuma ya kituo cha kile cha polisi kuna kanisa kubwa, kwa aina ya mijengo inavyojengwa, linaweza likawa ni ama Lutheran ama Catholic. Ilo kanisa kubwa liko nyuma ya hicho kituo kinachoitwa Mbweni. Tukachukuliwa pale mpaka tukapelekwa kwenye hifadhi ya Pande Bagamoyo. Bagamoyo tulipopelekwa, tukashushwa wote, tukawekwa kwenye kichaka kimoja Tulivyowekwa kwenye chaka kimoja tumerundikana pale, gari ikaenda mbele, ilivyorudi, wakaturushia simu zetu, wakamaliza wakaondoka, na ndipo tukapata msaada wa bodaboda waliotutoa pale waliotutoa pale na kutupeleka senta waliko bina, watu wengine, ndipo tukapata msaada wa kutoka kule tuliko. Sifikili kama hili ndilo taifa ambalo tunapaswa kuishi. Sifikili, sifikili. Dhamili yangu inakataa, dhamili yangu inakataa, dhamili yangu inakataa. Ni lazima kama taifa unyama huu uishie kwetu, usijitokeze tena na watu wengine wasiumizwe kwa sababu ya, ya kupigania haki. Uovu ukitukuzwa Haki huonekana kuwa kama uwasi kwenye taifa. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza. Pole sana Mheshimiwa Pambalu, wewe na wenzako. Wanahabari, naomba nikaribishe maswali kuhusiana na haya tuliyozungumza leo, kama kuna kuna maswali, lakini imani yangu inaniambia haya maudhui Sawa, nadhani kuna swali moja. Karibu.